Kwa ujumla, Heifer katika maadhimisho haya ya wiki ya maziwa wiki ya 28 yenye kauli mbiu maziwa salama kwa afya bora na uchumi endelevu, tumeona mafanikio makubwa, hasa kwa sababu hii imekuwa ni sehemu ya kukutanisha wadau muhimu katika mnyororo wa thamani wa maziwa, ambao tunaamini E, mchango wao na shughuli zao wanazozifanya zimeifanya sekta ya maziwa iweze kupiga mbele, lakini kugusa maisha ya Watanzania wengi ambao wanategemea sekta hii eh, kwa ajili ya kujenga uchumi wao binafsi katika ngazi ya kaya, lakini na taifa letu kwa ujumla. Uh, shirika la Heifer International limeweza pia kupata fursa njema katika maazimisho haya ya kuweza kukutana na wadau uh, ikiwemo serikali yetu katika zile wizara nyeti ambazo zimekuwa zikihusika sana na sekta hii ya maziwa. Suala la kuzingatia ubora uh, wa maziwa na niseme tu wazi na mifumo yenyewe yote ya uzalishaji wa maziwa ni suala ambalo Heifer imelipa kipaumbele kikubwa sana. Itakumbukwa kwamba katika vikundi vile ambavyo tumeviunda eh, vya wafugaji wapatao 20 mpaka 25 ambapo takribani sasa hivi tunavyo vikundi vya namna hiyo 1,502 e, nchini. Lengo letu kubwa tumelenga kwamba vikundi vya namna hivi viweze kupata mafunzo sahihi ya mbinu bora za uzalishaji na kuzingatia ubora wa maziwa, na namna kutunza ubora huo wa maziwa. Lakini pia, e, vikundi hivi, e, ni vikundi ambavyo vinakuwa na uendelevu, pale vinapokuwa vinazalisha na na kuunganishwa na masoko, jambo ambalo tumeweza kulifanya kwa usahihi. E, itakumbukwa kwamba wasindikaji wakubwa katika nchi hii na wale wakati e, wameweza kuvitumia vikundi hivi katika kuweza kukusanya maziwa ambayo ni safi na bora, nasi tumewezesha e, vifaa e, ambavyo kwa uendelevu kabisa wamekuwa wakiendelea kuvitumia. Hatukufanya hivi wenyewe, tumeshirikiana na bodi ya maziwa e, tumeshirikiana na benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania, lakini tumeshirikiana pia na tume ya ushirika nchini, kuona vyama vya ushirika vipatavyo 160 inakuawa katika mfumo wa biashara ambao unazingatia kukusanya maziwa maziwa maziwa yaliyo bora bora na na na kuyauza kwa kwa wasindikaji wasindikaji. Utaona wasindikaji wengi sasa wanapoenda kuzalisha bidhaa bidhaa zinazohitaji maziwa yao katika viwango vikubwa vya bora kama vile bidhaa ya ya UHT, tumekuwa na mchango mkubwa mkubwa e, mkubwa wa wa wa kufanya maziwa hayo yakusanywe. Kwa hivi serikali inavyokuja na mpango mpango wa kuzingatia afya ya mifugo ikiwepo mpango mkubwa wa chanjo. Kwanza tunaona unaendana vizuri na mikakati ambayo tayari tulikwisha kuiweka Uh, chini ya kuunda vikundi ambavyo vitatumika eh, kuweza kufikisha ujumbe kuhamasisha eh, na hata chanjo zenyewe kutolewa kupitia vikundi hivyo, lakini jambo lingine ni hili ambalo linahusiana na elimu eh, tayari Heifer International ilikuisha kutoa mafunzo na kwa kweli kwa mchango eh, mkubwa wa kujenga eh, hamasa ya ushiriki wa vijana vijana wapatao 1200 sasa, ambao eh, wamejiajiri kama wataalamu binafsi ambao kwa kushirikiana na wataalamu wa serikali wanaenda kutoa elimu sahihi inayohusiana na ubora wa maziwa na mbinu bora e, za kuongeza uzalishaji wa maziwa. Kwa hiyo hili linaenda katika namna ambayo tumeshirikiana vizuri na serikali, tunazingatia mpango mkakati wa serikali wa unaohusiana hasa na masuala ya afya ya mifugo.